Katika mfano mwengine wa chumo la halali kuwa na athari njema kwenye malezi ya mtoto na kumfanya mtoto kuwa ni mtoto mwema ni kisa cha baba yake Abdullahi bin Mubarak. Abdullahi bin Mubaraka ni fatihi ni alim, alikuwa mchamungu, lakini baba yake alijitahidi na yeye kutoingiza chumo la haramu kwenye familia yake. Kuna kisa ambacho kimesimuliwa kwamba mzee Mubarak yeye alikuwa ni mtumwa wa sayyidi mmoja na baadaye kumwacha uhuru, lakini alikuwa atwa uhuru na, na sayyidi yule, alafu akapewa kazi ya kuhudumia shamba la yule sayyidi. Kwa hiyo muda mrefu ikawa yuko shamba pale anahudumia shamba lile la bosi wake. Siku moja bosi wake akaja shamba na marafiki zake kujatembea, kujawaonyesha viziwe shamba lake walipofika pale shamba akamwambia, Mubaraka, Mubaraka, hebu tuletee kwa Mubarak, tulete lakini Mubarak, ye, mamanga lakini chagua ambalo ni tamu. Mubarak yeye akaenda chuma makomamanga kadhaa kaleta. Walipokuja pale wale wageni na mwenyeji wao kula, kila walilokula likuwa ni chatu, kila walilokula mamanga ni chatu. Jambo hili lilimuhuzunisha na kumtia hasira yule sayyid na bosi akamwita, Mubarak, njoo wewe mkaa kote hapa shamba leo nimekuja na wageni wangu nakwambia mletee komamanga zuri tano wenamletea chatu. Wewe yaonekana una kibri, we. Anamwambia hapana, mimi kukaa hapa siku zote sijapoonja komamanga wala kunda lolote, kwa kuogopa kwamba hujanipa ruhusa. Ni kweli mi ndo nahudumia shamba hili, kweli twavuna, lakini sijapata ruhusa mimi ya kula kunda lolote kwa hiyo siwezi kujua kwa mtazamo kwamba lipi ni chatu lipi ni tamu, mimi ni chuma tu we hizi na nini. Kesi ile ikawa kubwa mpaka ikapika kwa majirani, majirani wakamwambia Saidi ile ni li, kweli huyu kijana wako sisi pia tumshangaa, hali katika shamba hili chochote pamoja yeye ndio muhudumiaji. Yule Saidi kauli ile ilimfurahisha sana, akaona kwamba huyu kijana si kijana, akamuuliza ya rajul ila man uzawiju mnati, hivi wanishauri vipi? aonekana una malami ya ucha Mungu, hivi mimi nimuozeshe nani binti yangu? Yule kijana kuambia, inna lyahuda yuzawijuna banatihim bilmali, mayahudi wanaozesha mabinti zao kwa mali, kwa kutaka mali. Manaswara waozesha mabinti zao kwa sababu ya uzuri na Waarabu waozesha mabinti zao kwa sababu ya nasaba utaka nasaba lakini Waislamu